Wanasema jifunze kwa waliokutangulia, kwa sababu itakusaidia uh, pale ambapo wao hawakupita salama, wewe upite salama. Sasa ningekuwa mimi kiongozi, ningejifunza kutoka kwa viongozi wengine waliofanikiwa na ambao hawakufanikiwa na ningekuwa kiongozi, nisingekuwa kiongozi mjinga kama Mfalme Rehoboamu wa Israeli enzi hizo. Maana ujinga wake na upuuzi wake uliojaa maneno ya kiburi, dharau, tambo na majivuno vilisababisha mpasuko kwenye taifa lake likagawanyika. Rehoboamu alikataa mapatano na amani, wakati mwenzake amemfata Yeroboamu, bwana, babako alitufanyia hivi wewe, tunaomba utulegezee sasa. Akaita washauri, akaita wazee wenye hekima, akaita na vijana Kilichotokea bahati mbaya sana kwake Rehoboamu, akasikiliza mambumbumbu wenzake, wasio na hekima na mwisho wake ulikuwa mbaya. Kwa nini mwisho wake ulikuwa mbaya? Kwa sababu alipata maadui na badala ya utawara uh, Israeli yote tawala eneo dogo tu la Israeli. Yani, katika kabila kumi na mbili za Israeli alishangaa Mungu amempa mwenzake kabila kumi, yee akabakiziwa kabila mbili, si ujinga? <laughs> Kingine pamoja na kutawala eneo dogo, pamoja na kutawala wananchi wachache, alishushwa kiuchumi, kwa sababu aliibiwa dhahabu na mfalme mwingine, yeye akashindwa kurudishia dhahabu akaweka shaba. Wafalme wa kwanza mlango wa kumi na mbili mpaka mlango wa kumi na nne.